Ole wenu mama zangu, ole wenu dada zangu, so mzenu mwene mkaziharibishe kwenye miziki, lakini Mungu anajua nia uliyokuwa nayo. Aliyepanga nia yake ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenda katika miziki, kwenda katika mambo ya maaswi, aamini kwamba dhambi zile ziko kwa ajili ya juu lake kwenye nafsi yake. Aamini kwamba hawa ambao wamelilia kupata Ramadhani wakiwa kaburini. Wewe umepata bahati ya kudiriki Ramadhani wenye miziki kwa saumu ya siku salathini mpaka ishirini na tisa Ni jukumu lako we mzazi, kumlinda mtoto wako. Wamama wengi wanaingia sokoni kuwavika watoto zao siku ya laidi kola. Ni jukumu lako we mzazi, utaulizwa kwa kile ambacho ulichokichunga. Kigeni watoto zenu stara, namna mliwauzia joho kwa ajili ya kwenda kusali laidi, ndivyo wauzieni nguo za stara wa ajili ya kwenda dada zangu, ambao mmenunua nafasi zenu za kujichora. Wa dada wote wa Kiislamu, asilimia mia moja, siku ya laidi kujichora ni mapambo, ni vizuri haswa wale ambao wako ndani ya ndoa. We ambao utakayejichora na kuanza kuposti kwenye statii zako, ni jukumu lako ujue kwamba yuko Mungu atakakuuliza katika haya ambao unaoyafanya. Jichore unavyotaka, achia maumbile yako unayoyataka lakini yuko mungu anayaona hayo ambayo unayoyafanya kaburini utaenda kukutana na hayo ambayo uliweza kuyaandaa umenunua nguo zako kwa ajili ya laidi karushe roho iko siku roho yako kiwiliwili chako kitaenda kurushwa kaburini utatamani kwamba ningelijua yale nimeyafanya ndugu yangu majuto ni mjukuu Hakutakuwa na msaada kaburini, kama utakuwa umeharibu siku zako. Itumieni laidi vizuri, tumieni muda wenu vizuri, wavikeni watoto zenu vizuri, msiwaachi vichwa wazi. Baada ya kutoka tukusali laidi, mkaanza maandalizi ya kuweza kuwavika vichwa wazi.